Na mtazamaji wa Trend TV bwana, video zinazidi kuvuja hizi. Ni nyingine tena ambazo Mange Kimambi ameamua kujisha kupitia ukurasa wake wa Instagram. Video hizi ni video za tukio lile lile ambalo tumeliona e, tokea siku ya jana baada ya hawa wanafunzi kufa. Wanafunzi hawa takriban walikuwa nadhani walikuwa watatu humu, mmoja alikuwa nyuma ya kamera mwingine alikuwepo hapo pembeni mweusi, alafu kuna huyo Mary ambaye yeye ndiye alikuwa mchepuko main main mchepuko wa Mwijaku, alafu huyu mwingine ambaye anafanyiwa huu unyama alikuwa ni rafiki yao. Kwa hiyo wakaamua kumuita chumbani kwao kwa ajili ya kumfanyia hiki ambacho wameamua kumfanyia, e, kama vile kumwadhibu kwa kuwa ametoka kimapenzi na Mwijaku ambaye ni mchepuko wa huyu bidada. Sasa bwana, kilicho happen ni kwamba kuna hizi video, kuna video ambazo zilivuja jana. Hizi hapa ni nyingine ambazo ni kama vile muendelezo wa zile za jana. Kuna baadhi ya matukio ambayo watu jana hawakuyaona, sasa Mange ameyavujisha tena kuonyesha msisitizo eh, kwa namna moja au nyingine. So hizi video ziko mbili na siwezi kuzionyesha hapa YouTube kwa urahisi hivyo, kwa nitaweka tu baadhi ya matukio ambayo sio ya kutisha, ila haya mengine ya kutandikana makofi na mabakora siwezi kuyaweka, na pia vile vile kuna video ambazo zinaonyesha huyu dada alikuwa amevaa nguo ya ndani pia siwezi kuweka kwa sababu ni kinyume cha maadili, au vipi bwana? Kwa hiyo nitaweka baadhi ya vitu ambavyo vinatazamika. So, lakini sauti utaisikia kwa sababu hapa kuna sehemu hapa alikuwa anamtandika bakora, lakini pia kuna makofi, lakini pia ilifikia hatua kwamba huyu dada alitaka mpaka kujitoa uhai mwenyewe. Alichukua kisu na kutaka kujitoa uhai yeye mwenyewe, kutokana na kwamba aliona hawa wamekuwa wakimwandama wa wakimnyanyasa kupitiliza, alishindwa kuvumilia, akachukua kisu na kutaka kujichoma yeye mwenyewe. So hebu sikiliza, eka eka, jinsi ilivyokuwa hapa

Yeah, so hiyo ni part 1. Part 2 ni kwamba huyu binti sasa alikuwa ametolewa chooni baada ya kumwagiwa maji, kabla hajanyolewa. Ni kwamba uh, walikuwa wanataka wamuunguze na pasi, maana pasi ilikuwa imeshawekwa, ilishawekwa kwenye umeme, wakawasha umeme, wakataka kumuunguza, lakini huyu binti alivyoona mambo yamefikia huko, ndo akaokota kisu na kutaka kujichoma. So hebu sikiliza ekaeka pia zilivyokuwa

Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa, kumbe binti huyu bwana alikuwa mpaka anataka kujichoma na kisu. Sasa hapa E, Mange ameandika kwamba clips zingine vidada vijuaji hivi sijapata ona, ila huyu Mange ni mpole kupitiliza. Yaani huyu ambaye alikuwa anafanyiwa haya matukio huyu dada anaonekana kwamba ni mpole mno, umeshika kisu mkononi na unashindwa kupambana? E, Mange ameuliza hivyo. Alafu mimi ni mwanaume. Mimi ni mwanaume tu ndio naogopa kwenye ngumi laki. Maana najua kabisa anaweza kuvunja hata taya, ila mwanamke mwingine najua kabisa kwamba hakuna maana zaidi ya vibao na vutwa vutwa nywele ui, nitapambana. Mange ameandika kwamba hii situation ingemkuta yeye angewawashia moto vile vile, kwa sababu wala asingejali. Yani Mange anadai kwamba yeye kupigana na mwanaume ndio anaogopa, anaogopa atavunjika taya, lakini kwa wanawake wenzake Mange anasema kwamba yeye angekiwasha vile vile. So, akaendelea hapa kuandika, akaendelea hapa Mange kusema kwamba alafu kuna chochote ume, alafu ameandika kwamba alafu hakuna chochote ungefanywa huyo Mange sababu eh, kwa sababu ingekuwa clear case of self defense. Kuna mtu huyo Mange ameandika hivyo kwamba kwa hili tukio, jinsi hapa lilivyo, umeona eh, huyu dada Uh, kwa hiki kilichotokea ni kwamba angewadhuru, yani, kama hivyo alivyookota hicho kisu hapo, angewadhuru hawa wadada hawa akina wada, Mary ni kwamba asingefanywa chochote kile kisheria, kwa sababu ilikuwa ni self defense, kwamba alikuwa anajitetea yeye mwenyewe yani anajihami, umeelewa? Kwa hiyo kisheria huyu Mary, huyu bidada Mange ambaye ndo alikuwa amevuliwa mpaka nguo uh, ni kwamba ange alivokota kisu hapo ange watoboa watoboa, ange it means kwamba ingeonekana ni self defense kisheria, umeona bwana. Akaendelea hapa. akaendelea hapa Mange kuandika kwamba, alafu mazilo brain, unajirekodi una wakati unatenda kosa la jinai, then unatuma clip kwa marafiki wa karibu. Kweli ulidhani clip hazitonifikia? Mange ameuliza hivyo. Kwa hiyo jambo ni zito hili na wadau wengi sana hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa kuna mtu anasema kwamba bwana, hivi bado huyu dada hajakamatwa? Watu wanataka kujua kwamba je, huyu dada Mary na hao wenzie, je wameshakamatwa au la? Lakini huyu muhanga ambaye ndo alikuwa anafanyiwa ile tukio tayari ameshapatikana kwa, kwa, kwa, kwa, kwa msaada wa mheshimiwa waziri, ameshafanyiwa cancel, anafanyiwa counseling, yani anafanyiwa kwanza counseling kisaikolojia, kwa sababu ile tukio obviously litakuwa litakuwa limetake toll kwenye kwenye psychological, yani psychological effects anaweza akawa yuko nazo kutokana na hizi trauma ambazo amepitia. Lakini Zailisa bidada huyu amekuja ameandika kwamba wafungwe vishetani hivi. Kwa mtu mwingine hapa amesema, bwana hii sio sawa kabisa. Na hao rafiki zake wote waliokuwepo nao pia wakamatwe. Mtu ameandika hivyo, alafu akaandika hapa hashtag justice for Mange. Umeona, bwana. Kwa sasa hivi kumekupa mpaka na hashtag huko mtandaoni watu wanataka justice kwa Mange. Yani wanataka huyu Mange afanyi apate haki yake kwa hiki alichofanyiwa. Haya, huyu hapa mwingine anasema wewe bwana, kila nikiona hizo video nazidi kupata hasira, huyu Mary ni mshenzi. Kwa mtu mwingine anaitwa Zaivia, anasema kwamba bwana da e bwana, alishindwaje bwana e, kumkamata kumtia hata mmoja kibisu hicho. Kwa mtu anasema, bwana sema, kumbe hadi alikuwa anamlisha na anampa hela, alafu akamwibia mwenzie bwana. Kuna mtu ameandika hivyo Umeona bwana? <laughs> Kuna bidada hapa anasema kwamba kumbe huyu bwana alikuwa anamlisha. Yaani huyu huyu dada Mary alikuwa anamlisha huyo Mange, wanakula pamoja, mpaka na hela pia anampa, lakini at the end of the day amemwibia mwanaume. Umeona bwana? Kwa hiyo amekuwa very surprised kuona hilo tukio. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section. Hatutakuwa tukisoma na, na ku-reply kila comment na pia vile vile hakikisha Una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.